Jukumu langu la kwanza ambayo limepewa hapa ni kutangaza viingilio vya mchezo huu wa Kariakoo Derby siku ya Jumatano. Tiketi za VIP A ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi elfu hamsini, hizi eh hizi zimeshamalizika, hazipo tena kwenye system. Tiketi za VIP B ambazo kiongozi hapa kutoka Ncard alitujulisha awali kwamba zimebaki chache hizi zinapatikana kwa shilingi elfu 30 Tiketi za VIP C ni shilingi elfu 20 na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la orange, lile ni shilingi elfu 10 alafu mzunguko ni shilingi elfu 5 Kwa hiyo tafsiri yake, tiketi zilizobakia za VIP B, VIP C, orange na mzunguko Tafadhali sana pasitokee mkanganyiko katika maelekezo haya, kwa sababu maelekezo haya yamejikita kwenye vitu viwili, yani tujue kutofautisha vitu hivi viwili. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi machi nane alafu ile mechi ikayeyuka, yayo ile tiketi bado unayo sindio bwana eh? Ile tiketi bado unayo nyumbani utaratibu wa wewe ambao ulikata tiketi machi nane na ile tiketi bado unayo, hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine, lakini unayo nyumbani wewe. Ikifika Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, ka punch taratibu kama kawaida, ingia ndani. Utaratibu wa pili ni kwa yule ambaye alikata tiketi sasa, kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi, lakini tunadili pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu wewe ambaye ulipoteza tiketi ya Machi nane, yani ile kadi ulishindwa kuitunza, huna pochi, una kabati, huna lolote, bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe ndio, utaratibu wa swap unakuhusu. Ileweke vizuri hivi, yani ambaye amepoteza, yani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale, unaijua hujakata, haumo, unakwenda kushupaza mishipa ya shingo na mimi nilipoteza utaratibu huo. Tofauti mwingine, kwa wasumbufu bodi mutafute na shauri, mtu akijua ana uhakika yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, maanake unajua mlango tuliofungua u, sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo, mi nilikata. Mtafute humo sifuri saba sifuri saba, huwe na uhakika nayo, ili usitupe mlongo mrefu na watu wakashinda kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda na siku ya mchezo jinsi gani enkard na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu, mmepewa mpaka siku ya mchezo. Pia utaratibu, geti A hey, na geti D, si ndio? Yale yani, mageti mwende pale, mtakuta deski maalum mwisho kabisa, unajua mwisho kabisa. Mwisho kabisa. Deski maalum kama ushaenda kituo cha polisi, kama mimi, kuna dawati pale maalum la ustawi, yaani kuna watu maalum, ndio wewe ambao umepoteza kadi, wamempa heshima huyu mtu <laughs> taratibu mzuri, yani kadi hukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti e, dawati maalum na geti maalum. Ukifika pale unatoa taarifa zako, bwana, mi nilisajili kwa namba hii na hii kadi yangu imepotea. Wanaingia kwenye system, wanaangalia wewe almasi nani, unapewa cha kwako.